Umeshindwa kwenda shule kwa sababu hujafua nguo? Sabuni ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo mimi nikaona bora nimfulie blaza ili aende shule, mimi nitaenda kesho. We kaka, namuulizia Nyuki yuko wapi? mm, kikeni sijui mimi ndokwana, nimefika hapa, nimemwagiza dada wa supu anlete ninyw supu niendelee na kazi. mm -hmm. Samani baba, nalikuwa naomba hela ya shule Yaani unang'ang'ania o oh, mimi sijui mume wangu nampenda mimi se kuchiti na stiri ndoa wakati wo mume wako ndoa anaibeba hivi ngija ngija mnanadi kwa watu naipitisha wa hii ndoa yangu hii ndoa yangu, yangu anaidhalilisha hivi una akili sawa sawasawa wewe nshabewanamii kikuwepo nachie kazi. hapana nimeamua tu mwenyewe kufua wala usijali hamshirikishani humu ndani Eh, yaani mnakalia tu kusinzia au mnalala hadi sasa hivi, pesa yangu hamjanipa na usingizi unakuja. Hivi mnajua mimi nimepiga misamba mingapi hadi kuipata hii nyumba? Hapa mnazania nilizaliwa tu nikakuta hii nyumba imeshuka. Haya nipe pesa yangu. Hichi chakula ni kwa ajili yangu mimi na mwanangu. Wewe nenda kale unapopelekaga, ila Baba Alvin tutagombana. Yani, ukitaka kuona upande wangu wa pili, gusa hichi chakula. Yani hujui nimepata tabu gani kukipata hichi. Naomba sitaki kugombana na wewe. kale unapopelekaga ila Niye si mmeambiwa kuwa wanawake wameweza kukaa siku saba, vipi leo na njaa? Hasa wee kiroki, na kutoka kwenye chakula kwao, wanaona chakula ukila ndo siku zote utakuwa umeshiba sindiyo? Sasa ndo naanza kuwaelewa Waswahili pale waliposema kuwa bora ukosee kitu chochote kile maishani, ila usikosee kuoa. Sahivi naelewa vizuri mm, hapopo -hmm, kwenye huo msemo, yani ugeuze nyuma, wanasemaga hivi ukichagua sana nazi huambulia koroma. Yaani mimi hapa mimi kako kuchagua chagua e, nimechagua koroma? Hapana ha. Hmm, kwa kweli nimechoka. Ngoja nila usingizi. maa mashiba mashiba, utafute, ila usije kuwa kama babako, sawa sawa. Nakupendela tu hapo, mwanangu. Alala. Umeshindwa kwenda shule kwa sababu hujafua nguo baba? Sabuni ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo mi nikaona bora nimfulie blaza ili aende shule, mi nitaenda kesho. Kwa hiyo kama sabuni ilikuwa ndogo, ulimwambia nani? Kwa nini hujanijulisha? Lakini baba, mi nikuose kusumbua Isikilize hiyo tabia, sitaki ijirudie tena. Ni mara ngapi nazungumzia kuhusu elimu? Kitu pekee ninachoweza kuwalisisha mimi ni elimu peke yake. Tumeelewana? Jitahidi sana kuzingatia masomo. Sawa baba. Samani baba, nalikuwa naomba hela ya shule. Sawa, pale chumbani kwangu kachukue kwenye draw. Sawa, basi mi naenda masomo. Mema. Utumie akili, eti nimemfuria kaka yangu. Una akili kweli wewe? Kama unaona kusoma uwezi, sema mapema kabisa nikutafutie kitu cha kufanya. Tumeelewana vizuri, sitaki ujinga. Sawa, so, baba aita jirudia tena. Kwa hiyo sasa kitu ambacho nilikuwa nafikiria sasa hivi kulingana na matatizo yote yale yalitokea kwenye familia yangu, nilichoamua sasa hivi, Chichi nimpeleke kwa mama yake kama akiendelea kusumbua. Kiukweli mi hapo sina cha kukushauri, kwa sababu wewe ni mtu mzima na una kipara, kwa unaamini, umeshaona mambo mengi na unaweza kujitezea cha kufanya. Wewe amua, mimi sina ushauri z mtoto mdogo mtotoelfu mbili skiu chochote, yaani kwa sababu yule mtoto wakati mwingine siyo yeye, na hisi hizi tabia alizonazo zinatoka kwa mama yake. Unajua, mama yake ananisumbua sana sana sana S Mambo. Umechelewa wewe. We kaka, namuulizia Nyuki yuko wapi? Mm, Nyuki kikeni sijui, mimi ndo kwanza nimefika hapa, nimemwagiza dada wa supu analete supu wasupu ninywe supu naendelea na kazi we. Well, usicheze na akili yangu. Nimekuja nasikia unazungumza na mtu, ina maana kama ulikuwa watu hawa, nafika hapa sioni ulikuwa unaongea naye. Ina maana wewe ni chizu, ulikuwa unaongea peke yako. Huyo ulikuwa unaongea naye yuko wapi? Nisikize nkwambie, mi nimekaa hapa, nimekaa peke yangu. Kwa kama umesema umetusikia ndu kwa ume ume wawili, mi sijui. Sawa, weye kama umemwona Nyuki si umemsikia anaongea, akamtafuta hapo, mtafuta amlete hapa. Nimekwambia ndo kana nimefika, nataka ninywe supu, nianze kazi. Jana nimekuja hapa jioni nikamkuta Nyuki na nimezungumza naye na akaniambia nije asubuhi, na ndio maana nimewahi leo asubuhi na mapema. Nadai kabati langu, nimeshakwambia hapa unzoka. Nimekwambia Nyuki hayupo Ukimtaka mpigie simu aje, mwe na maswali ya kumuuliza wewe. Wewe chunga huo mdomo wako, chunga nini mdomo wako sona. Nilipokea kila, si rahisi unavyofikiria kwa dhana. Mimi ni wa rahisi rahisi kama unavyofikiria wewe kana. Ujishikilie baba, unasikia? Hapa nadai kabati langu na siondoki bila kabati langu. Huyo Nyuki utamleta, mpigie simu, vinginevyo mimi na wewe tunaandamana leo hii. Nataka kabati langu. Sasa umesema hapa uondoke, sawa? Mimi nishakushtukia ona njaa. Sasa mimi nitakachokifanya, wewe wasupu simwambie alete mpaka uondoke, ninywe supu yangu niendelee na kazi. Wewe hapo ungetaka uondoka. Wasi nataka ujinga wewe. Nimekwambia hivi mpigie simu Nyuki anataka bati langu. Mwambie yule dada aliahidi jana arudi leo asubuhi mwambie anataka bati. Mwambie yule dada amekuja. Sina salio. Siongei na Taila. Naongea na wewe kwa kuwa una akili timamu. Hivyo basi. Tafute huyo mwenzio mpumbavu wa akili, anajua kula tu hela za watu kutimiza vitu ambavyo alivyoambiwa hawezi. Nyie kazi yenu mafundi ni watapeli, mnajua kula tu hela. Mkipewa hela mnakula, mkipewa hela mnakula, mnasahau kufanya kazi za watu. Kwa mimi kabati langu, nguo zangu zinaliwa na panya mla kwenye tenga. Nataka kabati, mpigie simu sasa hivi. Samahani, naomba nikusifie kitu ambacho nkijui. Kasiria unakuwa mzuri sana kiukweli, nimevutiwa na urembo wako. Nilikuwa naomba namba yako ya simu Kesho akija nitachat na wewe tutamchoma, tutamkamata. Hama kweli kichwa kikubwa ni mzigo wa shingo yaani. Wewe mimi nikupe namba zangu kwa lipi? Kwa kipi? una nini chefu? Sa sikiliza, sinyuki hayupo. Mimi nacheza mitaa hapa, nazunguka. Mwambie hivi huyo taila mwenzio, ninaondoka, nikirudi patachimbika. Unanielewa? Tena nakupa msisitizo, paka mweusi wewe. <tik> <tik> Sawa, sifuri si. Naomba, we mshamba nini we Nyuki? <tik> Ameondoka. Anja ujinga, kaa hapa, ntakuja. <tik> Anasemaje? Ah, nikigonesijamwelewa mpaka njaa imeniuma, konja kufanya

Hivi mume wangu haya maisha mpaka lini? Maana siku hizi ya maisha ya kushinda na njaa kulala na njaa, yani imekuwa kawaida sana. Asubuhi inapita mchana asangine, labda ndo jioni kidogo tumekula. Hivyo nionee huruma, mimi kama nanyonyesha naelewa kwa toka miikuoapa, sikupati chakula ulikuwa ul siulikuwa nakula siku zote nilikuwa nakula. Ndiyo, lakini hii hali ya sahivi imezidi, yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni, mme wangu hatujatia kitu mdomoni. Ina maana wewe kazi kila siku ni unakosa tu ila unakosa hela kiasi kwamba sasa hivi hata mtoto wenyewe anakosa maziwa kwa sababu mimi mamake sili. Mama yake maona mimi ninakosa kila siku. Haya, wewe unayo? Basi toa kutumia. Nishakwambia bwana, mi nikikuwepo nachie mimi. Hizi kazi hapana, nimeamua tu mwenyewe kufua. Wala wa usijali, uo usijali, na mi nitafua. Basi kama vipi, tushirikiane, sawa. <laughs> <laughs> lakini mme wangu usingenizuia nisifanye kazi, leo hii tungekuwa tunasaidiana humu ndani. Ina maana wewe ungekosa mimi ningepata, lakini ulinikataza nisifanye kazi kabisa. Haya, mimi hiyo hela naitoa wapi? Basi umenikataza nisifanye kazi, tule humu ndani. Ah, kiukweli mimi hali imenizidia, nimechoka kiukweli. Mimi siwezi kushinda na njaa tena kwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, mimi sina uhakika kama wewe hela unakosa au unapata, kikweli miaka ya maisha yamenichosha. Kwa hiyo sasa, mimi nibaki hapa nyumbani nilee mtoto ndokatafute pesa ili tuje tu, si ndio? Uo, nani uo? Nataka hela zangu jamani. Kwa makini enda kazungumze naye, hakikisha unamwambia mimi sipo. wematitanae kila kitu mpaka lini eh? Iali mpaka lini wewe, leo alitoka, nenda kamwambia mwenyewe. Una hata aibu mwanamke, umejifungia ndani sasa hivi jua la saa saba hata kufagia uwanja hakuna. La, sikiliza, nimekuja nataka pesa yangu. Lakini mama, mi mume wangu <tukarabu> hayupo <tukarabu> sasa kama yupo mi nanihusu nini? na maana nyie amwambizani amshirikishani humu ndani. Eh, yani mnakalia tu kusinzia humu ndani, mnalala hadi sasa hivi, pesa yangu hamjanipa na usingizi unakuja. Hivi mnajua mimi nimepiga misamba mingapi hadi kuipata hii nyumba? Hapa mnadhani nilizaliwa tu nikakuta hii nyumba imeshuka. Haya, nipe pesa yangu. Hayo maneno yetu wananiambia ni kama wananionea. Mimi masala ya kodi ya, ya usiku na mimi naomba tumsubirie mume wangu ili mje muongee. Yaani, nimsubiri mume wako. Kwani yeye amshirikishani? Humu ndani mnavyolala mnaamka, kwambia uwe mzungu mzungu kwamba mkakaa mkadiskasi, mume wangu hapa, tafute kodi ya nyumba tumlipe huyu mama. Kimya. Mnajua kulala tu na mnakaa na nenepeana, mbona mnakula? Eh? Mbona mnakula, ona ulivyonenepa? Pesa yangu kunilipa hakuna. Oya oh, yes, sicheki na malaya thelathini na mbili hapa, nataka pesa yangu na ninaondoka. Nikirudi nakuja na noti, nafunga mlango au nakuja kuwezulia hizi bati, mtanyeshewa humu ndani, sio namtumbulia mimacho. Mwangalie mbwa wewe, usomkavu umeona eh? Umeona, lakini yani mimi ni wakudhalilika kiasi hichi? Mimi leo naitwa mbwa kwa ajili eh, yako? lakini... wewe sijisikii kuongea kwa mbuka kimi wewe

Kama nilivyokuambia mimi mii, nimekuja kukufuate la marejesho moja. Basi nikupe kama ya siku tano hivi, siku <tune> tano <tune> Asante na, na ya kusuka yani hapa hii ya marejesho, alafu hii hapa ndo ya suka pamoja na kula kulasimi. <laughs>

Amashuumkukumkuku pakauku. Tena ni nini? Mdomo koma! Wee kazi yako kula, lakini mdomo wangu sho au utakunyamaza? Mna wananitisha, maana wee kila kukicha unakuja na jipya. Haya, niambie Chembe ya moyo ipo unaweza kuvumilia? Unamjua nilin nikija kukuambia kwa maneno wala hata usingenielewa. alafu mungu alivyojua, Mungu ananipenda mimi. Nakuambia, katika ule investigation zangu zile pitapita pitapita pita, katika harakati za kukusanya ushahidi Huyu hapa mwamba kaja nikawakuta. Hivi Malvin unakuwa wapi? Yaani unangangania, "Oh mimi sijui mume wangu nampenda, mimi sita kuchiti na stili ndoa." Wakati huo mume wako ndoa anaibeba hivi, mkingija ngija mnanadi kwa watu kanaipitisha hii ndoa yangu, hii ndoa yangu anaidhalilisha. Hivi una akili sawa sawa wewe? Na nilikwambia, "Wewe unangangania hapo unasema mume wako, wakati mume wako huko ana vidada vinavyovaumu." Umeamini? Umeamini? Huyo ni nani hapo? Wewe huko unalala njaa. Unashinda njaa na mtoto wako, mara hodi, shumi nataka hichi, shumi nataka hichi. Mume wako anakaza kunimwaga minoti, noti, noti. Tuko nje na madewo za kuwa naeleweka ni hawaeleweki. Mbele wala wapi, anakuzidi nini? Kwani yule dada limekaa lenye halieleweki? Binti wa watu mzuri, eh, umetoka kwenu vizuri hivi. Kwani hivyo ndivyo ulivyokuwa? Eh, ungekuwa hivyo angekupenda sikakufoja. Sasa hivi unashakusuka matatu kichwani. Mimi nilikwambia mama Alvin, unakuwa unachelewesha shuga yangu wewe. Jamani, nikupendeje mimi? Yaani shoo bala kunionea huruma, yani ni kama vile umefurahia. Kwa hiyo ulikuwa unapenda kuona hivi. Sasa mimi hapo kilichonifurahisha kipi shoga yangu? Kama mi ningefurahia ningebeba matangazo huko mtaani Mama Alvin hivi na hivi. Na... Lakini mimi ah, nakupenda shoga yangu ndio maana nikachukua na ushahidi kwa sababu ningekuja kichwa kichwa hata usingenielewa. Nikachukua na ushahidi huo nikuletee shoga yangu. Mama Alvin, badilika wewe Mama Alvin. Utakufa mle ndani na njaa utang'ong'ona peke yako mwenzako ana kazi ya kununua michipsi huko na mivyuku mivyuku mipaja mivyuku mibroila huko, mwenzako anang'ata hivi, wewe hata dagaa upati vipi? Jamani jamani, mimi naomba hii video nitumie, sawa shu? Alafu naomba wewe usifute, nataka ibaki kama ushahidi, ili yule bwana akikwama kwama, sijui aanze kujifanya yeye hajafanya hicho kitendo, niwe njim, na ushahidi mara mbili, sawa

umenifanya nashindwa kuelewa, kila kukicha ni zaidi ya jana. Ukimpata mwingine uwe mke bora, na uwe huruma na usikumbuke nyuma.